Nimewaita, ni niwape tukio moja ambalo tunaendelea nalo kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Hili ni tukio la mauaji ililosababisha sasa tuwakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa shule eh, ambapo wanatuhumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha nne shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka kumi na tano Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya St. Kagwa e, ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga, ana miaka arobaini na saba. Lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya St. Kagwa e, mmoja anaitwa Michael Donciano ana miaka thelathini na tatu na wapili Geoffrey Simon ana miaka thelathini. Hawa e, ni kwamba tarehe 23 mwezi wa tatu 2025 na Majira ya saa nane usiku watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu e, kwa kuwapiga na waya wa umeme na hii ilitokana e, na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa kwamba waliruka ukuta e, wakaingia kwenye shule ya sekondari St. Kagwa na kwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana kwa walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa kashambuliwa na huyo mwalimu pamoja na hao wanafunzi. Basi wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa kufikishwa kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga na hatimaye hospitali ya Rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus ye hali yake iliendelea kuwa mbaya na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda kule Mbeya, ambapo alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha upelelezi wetu. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa, tunatoa wito kwa wakuu wa shule, walimu, lakini hata na wale wasimamizi wa taasisi za elimu, pale mwanafunzi anapokiuka anapo taratibu za shule basi watoe adhabu kama kuna ulazima wa kutoa adhabu, watoe adhabu kwa mujibu wa taratibu zilizotolewa na wizara ya elimu. Wito wetu ni huo, waandishi na washukuru sana.